Assalamu alaikum na karibu sana Maarifa Hub. Kwenye Maarifa Hub ni sehemu sahihi ya maarifa, elimu na mwanga wa maendeleo. Mimi ni Baraka Hussein, mwenyeji wako na hii ni sauti itakayokusogezea wewe maarifa ya maisha kutoka kila kona ya dunia. Katika kipindi hiki cha kwanza tutaanza na kujitambulisha lakini zaidi ya hapo uh, nitakuambia lengo kuu la podcast hii, nini utarajie na kwa nini unapaswa kusikiliza kila wiki uh, kila wiki Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi, nitakuwa itakuwa na wewe hapa, tukichambua masuala muhimu ya maisha, elimu ya jamii, kiuchumi, kisaikolojia na hata kiroho. Tutazungumza kwa wazi, kwa uhalisia na kwa lengo la kukuinua wewe unaisikiliza. Uh, hii siyo tu podcast, bali ni safari ya kujitambua, kuamka na kupiga hatua. Maarifa si tu kumbani ni kitabu, ila ni mwanga wa kufungua milango ya fursa, na hapa tumeiwasha taa hiyo. Asante sana kwa kuchagua kuwa nasi. Tafadhali fuatilia vipindi vijavyo na usisahau kushare, kucomment na kufuatilia ukurasa wetu kwenye YouTube, Facebook, TikTok na Instagram. Maarifa Hub, elimu, maarifa na maendeleo.